Eh, hasijafikia ile expectation ya mashabiki lakini sio mbaya, eh, eh, sio mbaya sana, ni jezi kali tu, lakini wengi wao wa hawajaridhika hawa eh, nazo wa wengi, kwa mnyama, kwa mnyama. Sasa kama kwa mnyama ni ile ile kwa hiyo eh, kama waliridhika nayo mwanzoni mwa msimu, automatically wameridhika nayo, kwa hiyo alonunua jezi mwanzo wa msimu anaweza asinunue jezi hii na bado wakaendelea kumatch na wengine ambao watanunua tofauti ikawa ni ndogo, si umeelewa, eh? E, mdhamini tu yule, kama mtu ameona, ah, nimenua ya Betway hata ninua ya mokola na vitu kama hivyo. Na unajua kuna watu wengine wana, wana, wana, wana, wana miko yao, wengine unakuta hawezi kuvaa labda kampuni ya betting na nini, akaona ah, basi fresh, ngoja nichukue hii ya mokola afu e, nikavimbe nayo, umeona. Lakini sasa e, jezi inabaki ile ile, kwa hiyo si, si, si, si, sioni kama kuna mm, labda wale ambao walikuwa wanataka ule utaratibu wa jezi kubadilika completely kwa sababu ni ya Champions League labda wanaweza wakawa discouraged kuona jezi imebaki ile ile na vitu kama hivyo. Labda kuna mwingine alitunza pesa yake ili aje anunue jezi ya Champions League, akaacha ile ya mwanzo wa msimu, basi akakutana na hii pia, anaweza akawa surprised, jezi ni ile ile na watu wameridhika nayo hivyo eti, umeona. Mnyama Simba alichokifanya, kuna encourage vilabu vingine kufanya ambacho wamekifanya mnyama, au warudi kwenye ule mtazamo ambao walianza nao zamani. Uh, of course, kwenye vilabu itategemea, kwa sababu vilabu ambavyo vinatengeneza jezi mbili e, kwa msimu ndo hizo hizo, Simba na Yanga. Kwa hiyo kama sasa Yanga hapo, maanake sasa mimi uh, unajua mimi sipo kwenye nafasi nzuri sana ya kuwashauri ya ku, ya kwa sababu wao wenyewe wana jopo la wataalamu pale. Kwa hiyo hiyo ni ishu ya mzabuni wa jezi, unaweza kama, ukasema kama wasifanye kumbe inawalipa sasa. Hiyo eh, wataangalia wenyewe kama inawalipa wakifanya hivyo, kwa sababu ishu ni biashara, biashara inatembea kama biashara ipo basi fresh eh, umeona kwao ndio hivyo yani mwisho wa siku itategemea na wao na, na, na, wenyewe kwenye hili soko lao linasemaje kama linaruhusu kutengeneza jezi mbili na zote zikatembea eh, sawa lakini kama hairuhusu na kuanza kununua jezi moja unapewa moja ya nyongeza sioni kama wanapaswa sababu kuna kipindi nilisikia ukinunua jezi moja ya, ya yanga unapewa na moja ya nyongeza nilisikia kwa sababu alikuwa anatangaza yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, sure, Sunderland sasa sasa hiyo manake tayari ni, yeah. ni, ni, jambo baya kibiashara. Kwa hiyo sio ni sababu ya kuongeza mzigo mwingine atachukua. Hii nakumbuka pia mwanzo alitengeneza jezi, wakaja wakabadilisha, wakatengeneza zingine, wakasema zile za mwanzo sijui zimefanyaje. Kwa hiyo wanaboronga kwenye biashara ya jezi. Kwa hiyo sasa wakae chini waangalie kitu gani bora kwao, yes, kitu gani bora kwao. Of course wataendelea kuficha na nini, lakini ile ni biashara, ile ni business. Unajua business unatakiwa ikulipe, sio sio ufanye mazoea, masuala ya kusema moja unapewa moja unanunua. Sioni kama ni, ni ishu rafiki. Unajua unaweza ukafanya mambo ayo kwenye mambo ya electronics na nini, kwa sababu uh, unaweza ukasema bana simu hii ukinunua, nakupa na saa bure, kwa sababu saa labda unakuta thamani yake ni ndogo sana ukikompea na simu. Kwa hiyo wamekompensate ile thamani ya simu kwenye kukupa na ile sasa jezi mbili zote zina bei moja alafu, unasema hii unapewa bure, hii umenunua, manake hiyo ni alat mbaya ya kibiashara. Sasa kama hiyo imekuwa kwao mbaya, manake sioni sababu ya kutoa jezi mara mbili mbili mbili. Haijalishi hata kama mpinzani wako anatoa jezi mara mbili, usifanye kwa sababu mpinzani wako amefanya. Fanya kwa ajili ya maslahi yako, kama inakulipa, na usibadilike kama mpinzani wako amebadilika. Ah, kwa sababu Simba hajatoa jezi mbili kwa msimu, basi na mimi na... kama inakulipa kibiashara, toa. Eh, potelea mbele. Yes. Sawa, so, hebu wacha tuweke nukta katika hilo. Mnyama Simba bwana, tumzungumzie kidogo mechi yao dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mm. Utakuwa ni mchezo namna gani? Kwa maana watu wengi sana wanasema kwamba Petro Atletico si wakuchukulia poa. Utakuwa ni mchezo namna gani? Of course mchezo utakuwa mgumu. Mm. Eh, mchezo utakuwa mgumu lakini advantage ya Simba ni kwamba ame katika test ya msimu huu kwenye hatua ya preliminary pamoja na first round amekutana na timu kutoka ukanda wa Kusini mwa Afrika. Gaboron Nzingizini eh, Hospas, zote hizi unajua Gaboron United ipo Botswana, huko huko ukanda huo, ukija Eswatini ipo ukanda huo. Kwa hiyo anakutana na timu ya Angola ambayo nayo ni ukanda wa kusini mwa Afrika. Kwa hiyo eh, kuna similarities na zile characters za timu ambazo zinakuwa katika ukanda huo. Kwa hiyo, unavyokuwa ile test, kuna kwa hiyo unavyokuwa umeonja ile test, kunakuwa kuna advantage kidogo, lakini kwa ugumu wa mechi of course Eh, Gaborone pamoja na, na, na Zingizini Hotspur, eh, levo yao ni ndogo ukikompea na Petro Atletico de Luanda, lakini haimaanishi kwamba Simba hawawezi kuamudu hawa. Petro de Luanda ndio wanawamudu vizuri sana. Kwa hiyo itategemea tu vitu e, gani ambavyo watazingatia kwa sababu of course nishahi kuwazungumzia Petro de Luanda, nikasema ni timu ambayo ina kiungo kizuri sana, Jonathan Toro eh, Pereira, kuna Benny Oliveira Dias pamoja na Pedro Aparecio. Hicho kiungo chao ni kigumu na kizuri sana kinajua kushambulia lakini kiko solid defensive. Uh, lakini vilevile ina mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufunga magoli. Thiago Reis, pia pia, Patience, wa kufunga lakini wana backup yake nzuri pia ambao wameshawahi kukutana naye akiwa na FC Bravos, kwahiyo ni timu ambayo ina, ina, ina uh, ambayo ina uwezo wa kuisumbua Simba, ni timu ambayo ina uwezo wa kuisumbua Simba ika challenge, ikatoa upinzani mgumu, kwahiyo naamini Simba mpaka dakika hii tunavyozungumza wako serious sana kwenye kwenda kwenye ku, kuikabili Petro di Luanda na sidhani kama watakuwa wameleta uh, mzaha wa aina yoyote katika kuendea huu mchezo. Siamini hivyo. Uh, ni wachezaji gani ambao ni tishio, kwa sababu wachezaji wa mataifa, wachezaji baadhi hapo, ni wachezaji gani ambao wana Simba wanataka kuwa nao makini sana? Kwa hiyo katika mchezo wa kwanza ni Thiago Reis ambaye ni mshambuliaji wao, huyo Mbrazil of course, so far ndo amefunga mabao mengi zaidi, mabao nane na assist moja Eh, na sio tu kufunga, of course, ni mchezaji ambaye ana, ana quality, ana uwezo wa kujiposition vizuri eh, lakini vilevile ana uwezo mkubwa wa ku eh, wa kufunga kuingiza mpira nyavuni na ni mchezaji ambaye eh, anaonekana ana uwezo wa kuziba lile pengo la Thiago Azulao Brazili mwenzake ambaye amewahi kufanya makubwa pale akiwa na Petro de Luanda, lakini kuna Pedro Aparase kiungo mshambuliaji namba kumi mzuri sana of course na ndio mwenye assist nyingi by the way, assist tano, so far katika mechi ambazo wameshacheza. Uh, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga kwa sababu amefunga mabao matatu amecontribute jumla mabao nane. Uh, inakupa picha jinsi gani ambavyo uh, ana, ana, ana, ana influence ile eneo la ushambuliaji la Petro de Luanda, alafu kuna Gilberto au Vanilson Tita. Of course Gilberto na Vanilson Tita wote ni wachezaji hatari na ni wazuri na wanacheza eneo kwa hiyo itategemea siku hiyo e, amekuja ame nani kucheza. Manake Gilberto watu wanamjua ni mchezaji wa zamani wa Orlando Pirates na kwenye chani alifanya vizuri na kikosi cha Angola eh, na Vanilson Tita naye anacheza left wing. Wote hawa wana uwezo mkubwa wa kuisumbua safu yoyote ya, ya, ya ulinzi. Kwa hiyo hao ni wachezaji watatu. Kwa hiyo ukiniambia mimi ni, ni kuelekeze, ni kwamba katika kitu ambacho Simba wanatakiwa wakichunge ni ile trio. Ile trio ya Vanilson Tita Uh, Petro Aparasio pamoja na Tiago Reis, umeelewa? Yes, alafu pia wasimwache free sana Jonathan Toro, kwa sababu Jonathan Toro ndo amekuwa akipokea mipira chini na kusogea nayo eneo la juu kabla ya kuiweka kwa Petro Aparasio. Kwa hiyo ni, ni, ni timu ambayo ina uwezo ina, ina mkubwa, ni timu nzuri. Tumalize yeah. Na hili kumekuwa na maoni tofauti kwamba Morris Abraham anakuwa ni vizuri zaidi akianzia Hapana. <laughs> Unajua, kinachofanyika ni kwamba watu wanazungumzia kulingana na wanachokiona, kwa sababu mara nyingi sana, sio yeye tu, Dimitar Pantev amekuwa anaweka silaha zake nje, alafu anaanza na wachezaji wale wa, wa, wa, seme wachezaji backup, alafu zile silaha za kuanza nazo anaziweka nje, umenielewa? Sio yeye peke yake, kuna Morris Abraham, kuna Jean-Charles Ahoua, kuna Eli Mpanzu pamoja na Jonathan Soa, wanakaaga nje, hawaanzi na mechi unashangaa tu Joshua Mutale kapangwa namba tisa, ndo Simba yenyewe ndo. Kwa baadaye mechi inaenda enda washangaa ndo wanainuka wale. Wakianza tu kuinuka hapa, unajua hapa kazi ipo. Yaani wakianza tu kuona tu kainuka Soa mara kidogo kainuka nani, unaona unavuta soksi kidogo, au eh, eh. Wakiingia umeisha, umeisha. Yaani hivyo. Kwa hiyo kuelekea kwenye huu mchezo, Of course mimi naamini kabisa wale wachezaji wote nakutajia, Jonathan Soa huwa Maurice Abraham Eli Mpanzu wanaenda kuanza level, moja kwa moja, moja kwa moja Yes, moja kwa moja wanaenda kuanza, unakuja kuniambia. Shukrani sana mwanangu. Haya, nashukuru sana